Stories zikiwa zinazidi kuendelea mbele sana katika nchi ya 254 nchini Kenya. So mambo yamekuwa ni mabaya sana katika nchi ya jirani, lakini pia Mungu tunaomba hii amani iendelee kuwepo Tanzania, lakini pia hata Kenya tunaomba amani sana iwepo, kwa sababu vitu ambavyo vinaendelea kule ni vitu ambavyo tofauti na watu ambavyo wanafikiria. Kuna video nyingi nyingi sana ambazo zimepostiwa kwenye mitandao ya kijamii of course, ni moja kati ya video ambazo zimeguswa watu wengi sana kupitia maandamano ambayo wananafanya huko nchini Kenya. So moja kati ya wadau ambao walikuwa wanaandamana kupinga serikali ya Kenya, nikiwa na maana serikali ya Ruto katika kipindi hichi hapa cha uchaguzi. lakini pia kuna video ambazo zinasambaa zikaonyesha watu wakishambuliwa na maaskari. Moja kati ya video iliyotembea kinomonoma ni mshikaji ambaye anaitwa Boniface ambaye anasadikika kwamba amepigwa risasi ya kwenye kichwa na afande kutokea Kenya na umauti wake ukafika hapo, lakini pia a, leo hii mapema babake mzazi amethibitisha hilo, ni kwamba zile story ambazo zilikuwa zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii kama mtoto wake amefariki basi hajafa, basi hizo ni propaganda ambazo zinaendelea mtoto wake sasa hivi yuko sehemu salama, lakini pia anaendelea na hali nzuri. Ile risasi haijamgusa lakini pia ilimparuza pembeni ya kichwa. Kwa hiyo stori zinazoendelea huko ni stori za mitandao ya kijamii. Lakini licha hivyo pia tunaona aa, tunaona watu mbalimbali pia wakiwa wanapitia magumu sana kwenye ya maandamano na maanisha wananchi wakiwa wanashambuliwa vikali sana na serikali ya Kenya. Moja kati ya clip nyingine pia ambayo leo hii imetembea kinomanoma ni kijana ambaye alipigwa risasi akaanguka na kuomba msaada lakini hamna mtu ambaye aliweza kumsaidia. Lakini pia licha ya hivyo kuna baadhi ya mastaa wakubwa sana ambao wameguswa na matukio haya ambayo yanaendelea Kenya, ikiwemo Eric Omondi. Eric Omondi amekuwa ni moja kati ya mastaa ambao wanajitokeza sana mara kwa mara kwenye matukio mengi sana ya wananchi wa Kenya ambao wanapitia mateso sana, so ameweka kauli mbiu yake ya kutokomeza ukatili ambao unafanyika Kenya kwa hichi kipindi ambacho kinaendelea kwa kupinga, uh, kwa kupinga kwa kumpinga Rais wao Ruto na vitu ambavyo vinaendelea katika nchi yao ya Kenya. So una maoni gani kupitia hizi video ambazo umeziona mbili hapa katika hichi kipindi cha huko Kenya Nairobi?